Namshukuru sana mama kwa kutusapoti mama, naye ametusaidia sana kwa kiwango kikubwa kweli, anapenda michezo mingi na ndio maana akaweka hiyo. Kwa hiyo tumeandaa kozi, japo ni ya muda mfupi, huwa inaendeshwa dunia nzima hivyo hivyo, kwa sababu masomo yake sio mengi. Kufanya urefa kufanya ujaji ni kitu kwa mtu mwenye akili timamu anaweza akakifanya, na maamuzi yakatoka na watu wakapiga makofi. Kuna maamuzi mengine yanatoka watu wanakaa kimya, hawashangilii. Kwa nini hawashangilii? wanaona kama kuna upendeleo fulani umefanyika. Kwa hiyo tumefika sasa mahali ambapo lazima tuendeshe tuendeshe kozi Ma, uh, ring officials waliopo na wapya wanaotaka kuingia, lakini pia ningewaalika nyinyi waandishi wa habari wenye interest lakini ya boxing. Kama una interest ya boxing sikualiki, lakini kama una interest ya boxing ukihudhuria semina ile, hata unapokwenda kuandika au kukomenti kwamba umeonaje, kama wewe tayari una idea ya nini, ngumi inapigwaje, ngumi gani yenye pointi, ngumi gani haina pointi, kitu gani hakiruhusiwi, tayari una idea. Kuna konde moja linaitwa kofi, linapigiwa hapa. Sasa ukilipigia hapa, huwa linapiga kelele, watu wanaona, eh, bwana jamaa anapiga, kumbe halina pointi. Pigia nakos hapa ndio kwenye pointi, pigia knuckles. Lakini pointi unaanza kuzichukua tangu juu ya kitovu mpaka usawa wa masikio. Usipige m, nyuma ya masikio, usawa wa masikio. Mtu anapopiga umu anavuta pointi nyingi, anapiga hapa anavuta pointi, piga tumbo unavuta pointi. Lakini inabidi mtu ufahamu kitu gani kinacho inachoamliwa. Kwa hivyo tumeita huo hii semina na tunapenda mtutangazie, pamoja na kwamba tunaianza kesho kesho, kesho. Inaanza kesho Msasani kwenye ukumbi wa, wa Fitpoa. Fitpoa, gym kuna facilities nyingi za kufundishia ndio maana tumechagua uh, jimuili. Wito wetu ni kwamba tunataka referees and judges wajifunze hasa hasa nini maana ya kuamua mchezo, nini cha kufata, kuna miiko gani katika urefa, kuna miiko gani katika ujaji, kwa nini kuwe na kamisa, kwa nini kuwe na supervisor. Sasa hayo yote ndio tutakwenda kuya kuyafundisha. Na kwa nini mchezaji akipanda kwenye ringi lazima amepimwa afya before? Lazima awe amepima afya ndio anapanda mlindani. Lakini sasa ni wakati gani wewe kama refa unaweza ukasema sasa pambano nalimaliza utakuwa utapata hayo mafunzo? Ni Ni wakati wakati gani utatoa warning? gani utamkata mtu point anayecheza faulu maana faulu zimo pia. Eh, kwa hiyo hayo yote watakaokuja watapata hiyo faida. Not only that, ilikuwa tuwe na watu kutoka WBC, lakini bahati nzuri wakatuandikia barua wanaye mtu mmoja qualified katika Afrika anayeruhusiwa kuendesha kozi hizi, naye ni Mtanzania mwenzetu, refari mwenzetu, refari wetu Bwana John Chagu amekubalika ameshafanya mafunzo Ghana, amefanya mafunzo Nigeria, sofa amefanya Uganda, nadhani next week atakwenda Kenya na huko Burkina Faso, nako walikuwa wanamtaka aende akawafundishie, kwa sababu ile tatizo la uamuzi almost liko Afrika nzima. Kila nchi kijana akienda kucheza kule Nyinyi mnaona kabisa mkiangalia ameshinda, lakini kuna vitu vya home is best. Unakuta majaji wa kule wanampa, wana mtu wa kwao, hata kama umemchakaza. Kitu ambacho Ulaya hakuna hicho, ukipigwa umepigwa tu, hakuna cha kusema huyu mzalendo, huyu mwenzetu, mwananchi mwenzetu, kwa nini na kwa hivi, kwa nini na kwa vile. Kwa hiyo sasa tuwape msasa wa kimataifa ikozi, kwa hiyo ni ya kimataifa na watu kimaliza kutakuwa na mitihani ya majaribio. Mitihani iko ya nadharia na iko ya vitendo. Kwa hiyo watafanya nadharia, tutaona uelewa wao wameelewa namna gani. Vitendo watafanya maamuzi kwenye mchezo unaoendelea, sio mchezo wa mazoezi, ni mchezo wa watu wanashughulika kikamilifu juu ya ringi. Kwa hiyo pale tutapata nani grade one na tutawapa grade. Sasa wale wenye grade kubwa tutu watakuwa recommended kuchezesha kimataifa. Kuna minong'ono ya watu wengine wanasema, ukishakuwa na sheria za WBC huwezi kuchezesha WBA. Naomba ni watoe wasiwasi, scoring system ya ya ya ya ya ya vyama vyote au kamisheni zote au mashirikisho yote ya ngumi duniani Scoring system ni moja, makosa yanayoitwa makosa ni moja eh, ukipiga kwenye kisogo umekosa, ukipiga mtu ameanguka chini ni kosa, vyama vyote viko hivyo. Kwa hivyo hizi sheria ni za kimataifa, unaweza ukiwa na cheti chetu tutakachokupa baada ya kuqualify, ukachezesha kimataifa. Utaanza kuchezesha Afrika, katika nchi ambazo kuna mashindano yanaendelea ya kimataifa ya kugombea mikanda. Unaweza ukifaulu vizuri ukachezesha Ulaya, tukakukuta huko Ulaya, tutakuona unachezesha, lakini kitovu chake kimetoka wapi? Tanzania. Katika hilo vilevile, mwaka huu tulianza na training mwezi wa pili, nadhani mwenyekiti alienda akafungua pale uwanja nani, uwanja wa Taifa. Kwa hiyo itakuwa yetu ya pili ambayo inafanyika Dar es Salaam, lakini nia yetu vilevile vile ni kuisambaza Tanzania nzima training na vitu vyote, na vilevile vile kutengeneza nani branches za TPBRC au nani useme ofisi ambazo zitakuwa zinasimamia ngumi za kulipa, kwa sababu tunaona wakati mwingine mwingine kuna matatizo kwamba kila saa mtu akiwa ana kitu lazima utoe watu wa Dar es Salaam upeleke kule na nini, na saa zingine tunaamini kwamba umchezo wetu una fursa kwa watu tofauti na sehemu tofauti, sio kwamba tubondia kuna kocha kuna sijui corner men kuna madaktari kuna hizi zote, ni fursa ambazo tunataka tuwafungulia watanzania wengi, kwa hata kama kuna pambano Mbeya, wanakuwa wanatafuta officials wa Mbeya au mikoa ya karibu, so watu kila siku wanatoka Dar es Salaam na nini kila siku Dar es Salaam Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo ni katika mambo ambayo nimewekewa nani jukumu langu, na waziri alituelimisha kuhusu hilo. Kwa hiyo hiyo nayo mikakati ambayo inaendelea, na tutazidi kuwajulisha kila hatua tutakavyokuwa tunapiga kwa hiyo kama alivyosema nani uh, mwenyekiti, mi zaidi niko kwenye compliance kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kama alivyosema mwenyekiti, kwamba kuna bondia kabla hajaingia ulingoni, kuna swala la afya, kuna swala la kupima uzito. Hivi vitu vyote vina muda wake vya kufanyika kabla ya ile siku ya tukio, kwa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ya nyuma, huku nyuma nabidi nihakiki kwamba bondia au mtu yote ambaye anashiriki kwenye ngumi za kulipwa ana leseni iliyo hai ambayo inamtambulisha kusavus, tuna, tuna. Kwa sababu tunaamini kwamba unavyokuwa na leseni inatutambulisha ina wewe ni ni, ni, ni, nani kwetu. Na sisi, mtu anapokuwa mwanachama wetu, kuna vitu, kuna huduma tofauti ambazo tunampa. Kwa hiyo ukiachana na leseni, kuna masuala ya mapromota kuhakiki kwamba mapromota kila kitu kimetimia, malipo ya mabondia yanafanyika. Kwa hiyo nadhani toka tumeingia tumepambana kwa wakati, huko nyuma kulikuwa kuna matatizo, mabondia wanamaliza ngumi hawalipwi lakini sijui kama mmeletewa nyewe nani na, vitu vyovyote au mmesikia kwamba kuna watu wanapigana hawajalipwa hiyo ilikuwa katika kitu cha kwanza ambacho tulipambana nacho kwa hakika kwamba kwa wanapata haki zao whether ni za afya whether ni za kifedha au ni zingine vipi. So, katika vitu au saa zingine kuna masuala ya mabondia rekodi zao wanapigana nikimpiga mzee hapa kwa sababu yeye ana control BoxRec au watu wanaopeleka matokeo matokeo yangu hayapelekwi kwa sababu kwa hivyo ni vitu ambavyo tunahakika tunapambana navyo na hadi sasa hivi nadhani kwa asilimia kubwa tumeweza kunani kuvikamilisha kuna, na tunaangalia na vitu vingine. Na hivyo vitu vyote kama ninavyosema vinadondoka kwenye idara yangu ambayo ya compliance. Kwa hiyo inakuja na vitu tofauti tofauti. Lakini kwa leo ningependa kuongelea swala la leseni. Swala la leseni ni muhimu sana. Kwa unakuta kuna vijana wengine au wadau wengine tofauti anaweza kawa promoter, anaweza kawa kocha, anaweza kawa bondia, ni muhimu sana kuwa na leseni na naomba niwasia, bila kuwa na leseni iliyo hai huwezi kushiriki au kuratibu mambo yote kuhusiana na ngumi za kulipwa, kwa sababu ile inatusaidia sisi kukutambua wewe, na vilevile vile hata unapokuwa unahitaji haki zako tunaweza kukusaidia, lakini bila ile ni vigumu sisi kuja kukupa huduma za, za TPBRC, sababu mwisho wa siku nakupa huduma kama nani sababu kaja mtu yote tu kutoka mtaani anataka huduma, lakini hatuwezi kufanya hivyo no, inabidi tuwe tuna nani, tuna umoja wetu, na kuwa na umoja wetu tunavyojenga inatusaidia sisi kutufungulia fursa tofauti. Nikiongelea hivyo kwa sasa hivi tunapambana sana na fursa ya kuwapa vijana wetu afya nani, hizi nani, health insurance au hata event insurance, kwamba watu hata kama chochote kikitokea wakati wa, wa event event imepelekwa mbele au nini kuna nani kuna insurance fulani ambayo nani mtu anaweza kupata au nani afya. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafuta, bondia wetu wengi kama mnavyojua wanatoka kwenye maisha ya chini ya duni. Kwa hiyo tunaweza tudavakuwa na umoja, ni rahisi sisi kwenda kwenye nani, kwenye kampuni ambayo inaratibu ina, ina au inatoa hizi huduma, tukakaa tukasema, bwana, sisi tuna watu 700 hapa, mnaweza mkatufanyia kitu gani ambacho mnaweza mkatupa nani ambayo ikatusaidia ika sisi tukaweza tukalipa kidogo kidogo kwa hata kama mwanachama anaweza kalipa kidogo, na sisi TPBRC tukachangia, ni bora. Kwa hivi vitu vyote ambavyo tunasema, yaani ya, ni saa zingine mtu anaweza akasema kwamba haelewi umuhimu wake. Kwa hiyo labda nitagusia kidogo tu, labda watu ambao tuna wanahitaji kuwa na nini na leseni: kuna mabondia, makocha, madaktari wa ulingoni, marefa na majaji, wasaidizi wa ulingoni wale walioitwa ring assistants au cornermen, wakuzaji ambao ni mapromota na wengine ambao walikuwa kama masi, wasimamizi kama sisi wenyewe, kwa sababu tunaamini kwamba TPBRC sisi nadhani tuliochaguliwa na, na, waziri atufiki kumi, nadhani saba na kuratibu Tanzania nzima Tanzania kubwa. Kwa hizi kuna fursa za watu kuweza kuratibu nani, kazi zetu zingine, akawa supervisor wakati wa pambano la Mbeya, akawa supervisor pambano la Mwanza, Tunduma, wapi kote huku kuna hizo, lakini anahitaji kuwa na leseni kwanza, na unavyokuwa na leseni sisi kuna vitu fulani ambavyo tutahitaji, labda swala la afya tutabidi tulihakiki. Kuna swala la, la, la, training au tukwambie kuna moja mbili tatu ambazo unahitaji kujua kama unaenda pale kwa supervisor wa TPBRC. Kwa hao watu wote kama nilivyowataja hao watu wote wanahitaji leseni, lakini nitaka vile vile kwa kuambia kwa kwamba bila leseni mtu aruhusiwe yoyote kuhusiana na nani kushiriki au kwenye mapambano ngumi za kulipwa kwa, kwa, kwa, kwa sehemu yoyote ambayo inahusiana na ule ulingo jamani. Unaona? Kwa hiyo kuna wakati mwingine watu wanafanya mapambano yayo ya kichochoroni, inahatarisha afya, kwa sababu sisi tukiwepo pale tuhakikisha kwamba kuna daktari, kuna ambulance. Bila hivi vitu sisi hatuwezi kuruhusu mapambano aendelee. Mchezo wetu mnaujua, ni entertaining, burudani, lakini vile vile ni mchezo wetu wa hatari kwa lazima tuweke ile misingi ya, ya, ya kuboresha huduma ya za afya kwa vijana wetu na watu wote ambao wanahusiana na mchezo wetu kapambano lolote. Kwa hiyo tutasubiri kupokea, lakini nilikuwa naomba kutoa fursa hii kwa media house zingine ambao mpo hapa na wengine ambao hawapo hapa kwamba joni, tuangalie tuweze tukafanya nini, kwa sababu sisi kama watu nani, wa ngumi tuna products tofauti, tuna mapambano makubwa, tuna mapambano ya kati, tuna mapambano madogo. Na hadi sasa hivi tunataka tuanzishe kitu kingine kinaitwa gym contest. Kwa hiyo kuna vijana wengi ambao wako huko na mtaani wanahitaji nafasi na fursa ya kuweza kupambana. Kwa hiyo hawezi wakapambana kila siku kwenye mapambano makubwa peke yao. Lakini wanaanzia huko nani chini. Kwa sisi vile vile tuna swala la kuchukua vijana wetu wanaotoka kwenye amateur. Wale wanaotoka kwenye amateur waweze wakaenda moja kwa moja wakapambana mapambano makubwa. Kwa hiyo kuna haya mapambano mengine madogo ambayo tunaandaa. Na vile vile kama nilivyosema, milango yetu iko wazi. Kwa hiyo tunawakaribisha hata kama mnaweza mkasema mna, mna idea, sisi tuweza tukasema ah, bwana sisi tutasimamia production yenyewe, tunaomba mtupe airtime. Kwa hiyo kuna fursa kwa upande wenu watu wa media, na ya media nikiongelea, sio lazima tu iwe TV, inaweza ikawa radio, inaweza ikawa tuta, wa digital platform. Hivi vitu vyote vinawezekana, ulimwengu wa sasa hivi umekuwa mdogo na, nafasi na fursa ziko nyingi jamani. Kwa sababu zingine hata kama mna idea, karibuni, milango yetu iko wazi na vile vile tunaamini kwamba hii itakuwa fursa kwa wadau wengine, wa alisema kwamba kuna PM bet, lakini hatusimami hapo, kuna ingine kampuni tofauti tofauti ambazo zinaweza. Nashukuru kwa iki wenu kwa sababu katika hayo naamini kila kila mtu tutafikia maelfu, kwa sababu tupo hapa wachache, lakini katika, katika uchache wetu ndio maelfu ya watu ambao wanatutazama, kwao tuko hapa katika katika kuboresha mchezo kiujumla. Mwenyekiti kwamba tuna training ya, ya, ya mafunzo ya ulingoni Kufahamu, kufanya kuandika matokeo kuangalia mchezo unapocheza kwamba ipi ni faulo, ipi sio faulo, kipi kitendeke, kipi kifanyike. kwaona karibisha pia kwenye training ambayo itafanyika kuanzia kesho Ijumaa, maeneo ya Fitpoa iko Msasani, njia ya Uganda Avenue. Itafanyika kesho Ijumaa mpaka Jumapili tutahitimisha kozi. Tumeweka hayo malipo kidogo, ili kuwawezesha walio wengi uweze kupata kozi ya bure, wakati wewe unakwenda kupata pesa mbele ya safari. <laughs> Kwa sababu ukichezesha umepata hela, inategemewa unachezesha mchezo gani. Umechezesha wa chini, hela yake iko chini. Umechezesha wa kati, hela yake iko kati ya juu, hela yake iko juu. Lakini ni kitu ambacho ukikifanya kwa umakini kitakusaidia kupata kipato, wala hakina shaka. <tune>